Kamanda wa polisi mkoa Mbeya, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi benjamini Kuzaga, amesema tukio hilo lilifichuliwa na raia mwema na kufikishwa kwa afisa ustawi wa jamii wa wilaya ya Chunya mnamo Mei 14, 2024. Baada ya kupokea taarifa hizo, uchunguzi ulifanyika haraka na tarehe 15 Mei 2024, mtuhumiwa alikamatwa akiwa na mtoto huyo na kufikishwa katika kituo cha polisi cha Chunya katika mahakama ya wilaya ya Chunya mtuhumiwa mmoja anaitwa Lutenga Wilson Majora, miaka 32, huyu ni mkazi wa kitongoji cha Itumbi kilichopo kata ya Matundasi wilaya ya Chunya, kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka mtoto mdogo wa miaka 14 ambaye ni mkazi wa kitongoji cha Itumbi baada ya kuishi kinyumba na mhanga huyo. Ni kwamba Mei 14, eh, mwaka jana, afisa ustawi wa jamii wa wilaya ya Chunya alipokea taarifa ambayo ilipelekea jeshi la polisi kufanya ufuatiliaji kufuatilia eh, jinsi ambavyo mtumiwa huyu aliweza kumchukua huyo binti ambaye ni mhanga wa miaka 14, na kwenda kuishi naye kinyumba. Kwa hiyo mnamo Mei 15 mwaka 2024 mtumiwa Lutenga Wilson Majora alikamatwa akiwa na mtoto huyo na kisha kufikishwa katika kituo cha polisi cha Chunya. Na baada ya upelelezi kufanyika, mtumiwa aliweza kufikishwa mahakamani na kisha ushahidi kutolewa na baadaye eh, mahakama kama, kama nilivyosema ilifikia hatua sasa ya kufikia ya kufikia maamuzi yake. Katika tukio jingine, Kamanda Kuzaga amesema mahakama ya wilaya Mbarali imemhukumu Kurwa Memba mwenye umri wa miaka 30 mkazi wa kijiji cha Lukali, kifungo cha miaka 30 jela baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka msichana mwenye umri wa miaka 17 ambaye ni mlemavu wa ngozi albino. Msichana huyo mkazi wa Kigoe, kata ya Mahongole, alitoroshwa na mtuhumiwa huyo na kupelekwa jijini Dar es Salaam, ambapo alitambulishwa kama mke wake. Tukio hilo limeibua masikitiko makubwa kutokana na mazingira ya unyenyasa na udhaifu wa msichana huyo. Mtumiwa anayeitwa Kurwa Memba miaka 30, huyu ni mkazi wa kijiji cha Lukali huyu kifung... alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa pia la kumbaka mhanga binti mwenye umri wa miaka 17, na hii ni baada ya kuwa amemtorosha na kwenda kuishi naye kinyumba. Mtumiwa ambaye alikamatwa na kufikishwa mahakamani, huyu alikamatwa akiwa naishi na huyu binti ambaye ni muhanga akiwa ni mlemavu wa ngozi yani albino na kwenda kuishi naye jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo hukumu hiyo ilitolewa tarehe 15 Mei mwaka huu mbele ya hakimu wa Mahakama ya Wilaya ya Mbarali, Mheshimiwa Aliko Mwandumbia na muendesha mashtaka wa polisi, mkaguzi msaidizi Given Kombe. Tutakiwa alitenda kosa hilo mnamo tarehe za mwezi wa kwanza hadi mwezi wa nne mwaka 2024 na, na baada ya kumtorosha binti huyo walienda kuishi naye kama nilivyosema kule Buguruni, wilaya ya Ilala mkoani Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.